I I I told told told you. I told you. you. Umeweza? Uliniambia. Unajisikiaje? Najisikia faraje. Wamekuletea kocha Wema Sepetu lakini wapi, umewakataa <laughs> sana leo kuona kocha mwenzake ni wa kike kwa hivyo na tume appreciate kwa shemeji yetu kumsupport ndugu yetu Ozu mm -hmm. ni kitu kizuri na mimi mm -hmm. mwenyewe mpenzi wangu alikuwa anataka kuja lakini nikamwambia leo kwa sababu Wema Sepetu anakuja usionekana kama unataka kuleta attention wewe tulia utashine siku nyingine Ozu ndaro tumepiga naye story anasema wao walijikatia tamaa kabla ya taya mechi yeah. na mashabiki waliwakatia tamaa uliona jinsi gani wamekata tamaa kabla mjaanza mechi au kata tamaa, hayo maneno tu ya mm -hmm. kutengeneza sisi mm -hmm. tuone kwamba. Lakini of course, tuko tushapanga kocha wetu kashapanga kabisa. Leo kitaanza kikosi cha nyuma mm -hmm. wameanza uh, vijana kama unavyoona, under 20 analewa vizuri, na wakaingia na wazee kidogo alafu mm -hmm. wale amchanga mm -hmm. kuingia baadaye, nimeanza mimi kuingia na watu wengine, lakini leo tumewachezesha watu ambao waje kupata namba, kwa sababu mm -hmm hii mechi leo tulikuwa kama tuna enjoy kwa sababu bado hawajapanga la. mm -hmm. Lakini na mimi nitakutana na timu ngumu na tutaifunga, unajua. no. siku ya leo Ndala angeongea sana, kweli angeongea, chuma cha pili pale. uh -huh. Angeongea sana. Ni timu gani ambayo unatamani kukutana nayo? Ah, mimi kukutana kutana nayo sana ni huko ndani. Yaani wao walitakiwa labda leo wakishinda, lakini amapigwa kwenye hii hatua ya kwanza. Kama timu kae lazima ishinde zote. Oh yeah. Shbhowamba sijai kuangalia lakini na yeye pia uuta naye timu za za masta tuna uh -huh. bonda oh yeah. Alikiba timu yake imetoka bana. Nini unataka kumwambia mfalme leo? Ah, nafikia uh, next time. Mfalmel dafikii jipanga iki next time atakuja na akili nyingine mpya na atafanya vizuri. Wapenzi wa Bad Nation wanafurahi ukiwa umeshinda bana. Unawaambia nini umeshindanawambia yeah, mipya nimefurahi na tu kila wanaposikia chama anacheza wajaye. Oh, yeah. Mm, yeah. Oh, yeah. <laughs> Kwa sababu kutakuwa kuna burudani pia ni enjoyment ya kutosha. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa ushindi wa leo. Mm. Na Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa, ushindi wa leo una dedicate kwa nani? Ah, uh, ushindi wa leo una dedicate kwa mashabiki wa Bad Nation. Oh, yes. Yeah. Wote yeah, Kila la kheri. Umeweza? I told you. I told you. Wow. Unajisikiaje? Unajisikiaje? Najisikia faraja. Amekuletea kocha Wema Sepetu lakini wapi, umewakataa. <laughs> Furahi sana leo kuona kocha mwenzake ni wa kike, kwa hivyo na tume appreciate kwa shemeji yetu kwa kusupport ndugu yetu Ozu. mm -hmm. Ni kitu kizuri na mimi mm -hmm. mwenyewe mpenzi wangu alikuwa anataka kuja lakini kamaambia leo kwa sababu mm. usiwe kuonekana kama unataka kuleta attention, wewe wewe tulia. mm -hmm. Utashine siku nyingine. Oh yeah. yeah. uh, Ozu Ndaro tumepiga naye story, anasema wao walijikatia tamaa kabla ya tayari mechi yeah. na mashabiki waliwakatia tamaa. Uliona jinsi gani wamekata tamaa kabla mjaanza mechi katatamaa hayo maneno tu ya kutengeneza sisi tuone kwamba, lakini of course sisi tuko tushapanga, kocha wetu keshapanga kabisa, kwa sababu leo kitaanza kikosi cha nyuma. Wameanza vijana kama unavyoona under 20 analewa vizuri, na wakaingia na wazee kidogo, alafu wale amchanga kuingia baadaye, ndio nimeanza mimi kuingia na watu wengine, lakini leo tumewachezesha wale watu ambao kupata namba, kwa sababu hii mechi leo tulikuwa kama tuna enjoy kwa sababu bado hajapanga la mm -hmm. Lakini na mimi nitakutana na timu ngumu na tutaifunga. Unajua no. Siku ya leo ndala angiongea sana mm -hmm. Kwa hiyo angewafunga. Angeongea chuma cha pili pale uh -huh. Angeongea sana kwa <laughs> Ni uh, timu Kaki, gani ambayo unatamani kukutana nayo sana kwenye mimi? Uh, natamani kukutana nao sana ni La Mata Village na GSP uh, yes. Bado. Bado bado. Ah. Konde ndani. Huko ndani yani, wao walitakiwa labda leo wakishinda, lakini kama pigwa

mimi pia nimefurahi na anawaambia tu kila anaposikia chama nacheza awajae. Oh, yeah. yeah. oh, yeah, kwa sababu kutakuwa na burudani enjoyment ya kutosha. Kwa hiyo mimi nimefurahi kwa ushindi wa leo na Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa, ushindi wa leo una dedicate kwa nani? Ah, uh, uh, ushindi leo una dedicate kwa mashabiki wa oh, yeah. yeah wote, good, yeah, kila lahiri, uh, yes, mbano. I told you, I told you umeweza. Wow, told. Unajisikiaje wawote, unajisikiaje? Najisikia faraja. Umekuletea kocha Wema Sepetu, lakini wapi, umewakataa Alikama akafurahi sana leo kuona kocha mwenzake ni wa kike, kwa hivyo, na tume appreciate kwa shemeji yetu kwa msupport ndugu yetu Ozu. mm -hmm. ni kitu kizuri na mimi mm -hmm. mwenyewe mpenzi wangu alikuwa anataka kuja, lakini kamaambia leo kwa sababu Wema support unakuja. Mm, usiwe kuonekana kama unataka kuleta attention wewe, wewe tulia. mm -hmm. utashine siku nyingine Ozu. oh yeah. yeah. Uh, Ndaro tumepiga naye story, anasema wao walijikatia tamaa kabla ya tayari mechi yeah. na mashabiki waliwakatia tamaa. Uliona jinsi gani wamekata tamaa kabla mjaanza mechi katatamaa hayo maneno tu ya kutengeneza sisi tuone kwamba lakini, of course sisi tuko tushapanga, kocha wetu kashapanga kabisa, kwa sababu leo kitaanza kikosi cha nyuma. Wameanza vijana kama unavyoona, under 20 analewa vizuri eh, na wakaingia na wazee kidogo, alafu wale damchanga kuingia baadaye, ndio nimeanza mimi kuingia na watu wengine, lakini leo tumewachezesha wale watu ambao kupata namba kwa sababu

Konde anavyocheza uko ndani, wao walitakiwa labda leo wakishinda at least lakini kama wamepigwa kwenye hii hatua ya kwanza, kama timu kale lazima ishinde zote. Shalom Mwamba, shalom Mwamba, oh yeah. Sijai kuangalia lakini na yeye pia tukutana naye tunapiga yoyote mm. atayesogea mbele ni kupiga. yani timu za za hawa mastar tuna uh -huh. bonda zote. Oh yeah. zote. Al, Alikiba timu yake imetoka bana. Nini unataka kumwambia mfalme leo? uh, nafikia next time. liki kitu mm. ajipange kwa mm. next time atakuja na akili nyingine mpya na atafanya vizuri. Wapenzi wa Bad Nation wanafurahi ukiwa umeshinda bana, unawaambia nini wewe? Yeah, ta mimi pia nimefurahi na anawaambia tu kila anaposikia chama nacheza, awajae. oh yeah. Yeah. oh yeah. kwa sababu uta kuna burudani enjoyment ya kutosha kwa kwao. Mimi nimefurahi kwa ushindi wa leo na Mungu awabariki sana. La mwisho kabisa, ushindi wa leo una dedicate kwa nani? ah uh, nani? ushindi uh, leo una dedicate kwa mashabiki wa Bad Nation. oh yeah. Wote yeah, wawote